Madada senta ya familia. Mimi nataka nichangie kwenye kupeleka chakula. Kwenye kupeleka chakula ni sawa, lakini unatakiwa uwe makini pia, unamchunguza mtu tabia, unaweza kumjua tu mapema kwamba huyu nikienda hivi atakuwa hivi. Kama mimi iliwahi kutokea nikuwa Dodoma, yule baba nilipofika tu pale siku ya kwanza, ya pili nikaumwa tena, niumwa sana yaani hadi nikapelekwa hospitalini nikawekwa emergency. Lakini siku ya tatu nishangaa anatoa hela nyingi sana. Baada ya kutoa zile hela, akahesabu akanipa. Sasa, mimi kwa vile ni mgeni, nikajua labda ananipa nimpe mke wake. Nikachukua, nikashika mkononi. Lakini cha kushangaza, alivyotoka mke wake akasema hapana, usionyeshe. Hapo akili kaniingia kwamba huyo hayuko sawa. Kwa hiyo hata chakula mtu kama huyo kwa kweli siwezi kumpelekea na iliwahi kutokea tulienda hivyo Siku moja napika chapati, siku hiyo ndo nikafungasha na vilago vyangu nikaondoka. Niko napika zangu chapati, akaja kanikumbatia nyuma. Kwa kweli sikukubali, nilipiga makelele na kumbuka, na mke wake yuko ndani, lakini mtu anafanya tabia hiyo, anakuja ananishika nyuma, mimi nimesimama, kanishika nyuma, nikapiga makelele afu nikamwambia niache. Akasema, kumbe wewe ndo una hasira hivyo, kwa nini unakuwa hivyo? Lakini mke wake akasikia kumbe zile kelele. Mimi nikatoka nje, nikaacha na chapati, nikakaa nje. Mke wake alipotoka nikamwambia mimi nataka nirudi. Sikutaka niseme sababu gani nayo nirudishe nika mimi nikamwambia mimi naona tu sijisiki kufanya kazi, sababu sikutaka niwagombanisha, lakini yule mama alijua kabisa ni huyu baba kafanya. Kwa hiyo, yani, mtu kama wewe unatakiwa uwe makini, anaweza akakuagiza hata chakula kakuvutia chumbani. Akaingia akafunga mlango. Nishawahi kusikia rafiki yangu hivyo hivyo, aliingia ndani akafunga mlango, alimwagiza tu vizuri chakula. Kwa hiyo inatokea, ila kwenye kukataa kupeleka chakula, kwa kweli haiwezekani, napeleka, ila natakuwa niwe makini kama mi baba ambao ninaishi naye, mara nyingi sana anapenda kuniambia nikatie matunda. Sasa nitaka, nitakataa kumkatia matunda, na saa nyingine mama anasema niwekee juisi mwanangu, nampelekea, nitakataa? Si bosi wangu. Kwa hiyo kwenye kuhudumia hiyo ni sawa, ni sawa kabisa. Hebu, he, he turudi hapo nyuma hapo. Kwa hiyo hela za yule baba ulirudisha, ulichukua? Ngoja <laughs> ah -ah. Kwanza ile, hela, uliificha, uliichukua? yaani uli, ile pesa aliponiambia usirudishe, nilikuwa na sketi yenye mfuko, nilikuwa naenda hospitalini hapo, sikujua hapo, lakini baada ya kurudi jioni kwa sababu nilikuwa nimeandikiwa sindano mm. Nilivyo rudi nikahesabu nikakuta 1030 kakupa. Kanipa e. Baada ya kuchukua ile hela mimi nikaenda kuiweka, nikasema siku kama yeye ananihitaji hizi hela nafanyaje? Namrudishia, namrudishia kama anakuhitaji kimapenzi? e -e, namrudishia sasa, si ndio? siku hiyo sasa, alivyokuja, unapika chapati ndio akaja kanikumbatia, ndio akaja sasa, ndio alikuwa anataka atumie hela yake sasa e -e, <laughs> e -e. <laughs> e -e. Ngoja ngoja. Zile hela zilikuwa kwa ajili ya chapati? Zile hela zilikuwa, alikuwa anaumwa, si ndio? Eh? Alinipa kwa ajili ya nanili ya, ya ni... hiyo aliyonishika. Wewe umejuaje? Alinipa kwa ajili ha, ya hiyo. Alinikupa alisema nini? Wakati ananipa, aliniambia zifiche sione mama. Sawa, la si zifiche, lakini alikwambia za nini? Hapana, ilikuwa sio ya hospitalini. Eh, sawa. Yaani umenielewa anachokisema? Eh. Hiyo hela ni sana chapati. Hiyo ni bonasi yako. Hamna. <laughs> Kwa nini, kwa nini alinishika sasa? Kama alikuwa na nia nzuri, kwa nini alinishika? Hey! Kwa nini sasa alinishika? Lakini sasa ndio hapo. Na kwa nini alikuwa anapenda kuniambia wewe, usijaliko siku tu hapa dada ataondoka, wala usijali si tutapata tu nafasi. Lakini huyo mke wake, kwa hiyo yes, siku hiyo mke wake alikuwa anasafiri, ndio maana akaanza kuandaa mazingira. Mimi naona njaa imezidi kabisa. Na <laughs> <laughs> <laughs> na siku hiyo <laughs> wakati ana na siku hiyo wakati ananishika mke wake alikuwa anafungasha nini mizigo, anasafiri, halafu yeye anabaki. Kwa hiyo alianza kuandaa mazingira mapema na nikagundua. Eh, sasa mimi nilivyogundua vile, sasa kashaanza kuandaa mazingira, mimi nikatoka nje, nilikaa nje Walitoka yeye na mke wake, sikuingia ndani tena. Yani nikasema hapa narudi, kwa sababu hii zambi sitaki kufanyaje, kuifanya. Naniisha hapa kwanzia, mimi sijaanza kufanya kazi za ndani, sitokuja kutembea na bosi. Yani bosi akinitongoza siku hiyo nafungasha virago naondoka, sitaki kuti eh. Hela nilichukua kwa sababu hawakunipa mshahara wangu. <laughs> Hey, kunipa mshahara. Kwa hiyo na mimi nikachukua so ile pale nikafidia. Sasa ungechukua chapati pia <laughs> <laughs> Ngoja ngoja, ngojangoja, anyway, jamani mimi nataka mabosi msikilize kitu kimoja hapa maana tunaambiwaga sana hapa, dada kaondoka, dada katoroka, dada kaondoka hey, alafu tunaulizaga kwa nini, anasema hajasema kitu. I hope mnasikiliza, kwa sababu hii ndio shida na sisi tunaipata. Wadada wengi wanaondoka makazini, lakini hawasemi sababu kwa hiyo wengine wanashindwa communicate, wanaogopa, lakini kama hivyo wanakuambia, ameogopa kufanya nini? Kuharibu mahusiano ya watu, umeona. Lakini e, mfahamu kwamba sio kila dada atasema kwa nini ame? ameondoka. Kwa hiyo wadada wanavyoondoka kwenu bila kusema, nyinyi kama ndo wake wenyewe, nabii mjimanze kujiuliza maswali, kwa sababu kuna mabosi tumawapelekea dada watano, sita, saba, nane, wadada wanaondoka tu kwa hali ya ajabu. E, na najua mimi Yesu hajarudi unyakuo, kwa hiyo sijui inakwaje wan, wanakuwa wananyakuliwa tu, e, wanana wanakuwa wanaondoka tu, <laughs> e, tu, bila sababu. Lazima uanze kujiuliza, wengine ndo unasikia kuna, kuna kuna kesi, wengine ujauzito, sijui nini ambazo sisi hatuelewi sisi tumeona. Kwa hivyo inabidi nabid, yani, wa, walinzi wa nyumba ni wewe na mme wako au ni mme wako na wewe, kwa hiyo kuna vitu vingine tumezungumzia spiritual hapa eh? Lakini katika spiritual Mungu ametupa akili pia na mwili eh? kuna physical, ndio maana sisi tupo hapa, tuna mkataba that is physical, lazima u-exist. tuna ukuta wa nyumba, tuna mabati, mvua isi tunyeshe, that is physical. Kwa hiyo katika ulinzi wa kiroho, lakini kuna ulinzi pia wa wa kimwili, lazima huo tuweke wa, wa walisia. Kwa hiyo maana yake boundary zile lazima ziwepo, si ndio? Jamani, kwa hiyo tu, tufungue macho. Najua kuna baadhi ya mabosi wanajua tabia za waume zao, ndio maana wanatuambia hatutaki dada mweupe, hatutaki mweusi, hatutaki mwenye maipsi, hatutaki mrefu, sijui mwenye mani, makalio, eh. Kwa hivyo story ni nyingi. Kwa hiyo wengi wengine mpaka wanasema simchukui dada mpaka apimwe. Yaani anataka dada apimwe afya kwa sababu anaogopa mume wake anaweza anaeza akapita naye afu akamletea. Kwa hiyo story ni nyingi, tunafahamu. Kwa yani, kwa hiyo kwa kwa na nyinyi pia basi muwe, yaani asemaje, msifuge nini? Msifuge ma, madhara au shida hizi. Hawa dada ni binadamu kama nyie.